risho unasubiria kwa shauku. kwa nini kwa shauku? Kudhihirishwa kufunuliwa kwa nani? Kwa wana wa Mungu. Tarudia tena, uumbaji unasubiria kudhihirishwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Uumbaji usubiri unyakuo. Uumbaji unasubiria kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. uumbaji unasubiria kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Uumbaji ausubiri unyakuo? Sasa naona wengine mnanuna kwa sababu ya unyakuo. Unyakuo upo, asikudanganye mtu. Unyakuo upo, kasome Mathayo 24 utaona wazi kabisa, watakaonyakuliwa ni waovu <laughs> watakatifu wanabakia. Unyakuo upo lakini sio watakatifu wanaonyakuliwa. Bwana Yesu anasema kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu, watu walikuwa wanakula na kunywa, wanaoa na kuolewa, Nuhu akaingia kwenye safina pasipo wao kujua, ndivyo itakapokuwa wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu. Wawili watakuwa kondeni, mmoja anatwaliwa mwingine anaachwa. Watakuwa na saga, mmoja anatwaliwa mwingine anaachwa. Kwa hiyo tukirudi kwenye stori ya Nuhu, garika ilivyokuja, waliokufa wakaondoka hapa duniani wakina nani? Oh, waovu. Waliobakia nani? Nuhu na familia yake. Kwa hiyo unyakuwa ni kwa waovu <coughs> si nimetumia mstari wao huo huohuo, wanaohubiria ni unyakuwa, wanawadanganya. Bwana Yesu <coughs> asema kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu. Nuhu mwenye haki alibakia na familia yake, waovu wote out. Anasema mwana wa Adamu atarudi na mwaliko wa malaika, naye ataweka kiti chake cha enzi, mataifa yote watakusanyika mbele zake, atabagua mbuzi na nini na kondoo. Kondoo ataweka mkono gani wa kuume, kondoo kondooani atawe... mbuzi anaweka mkono gani wa kushoto, kisha atawaambia kondoo walioko mkono wake wa kuume, njooni kwangu muurithi ufalme wa Mungu mliowekewa tayari na baba yenu ninyi mliobarikiwa. Kisha atageuka mkono wa kushoto na kuambia wale mbuzi nendeni, kwenye ziwa la moto alioandaliwa ibilisi na malaika zake. Nani ameondoka, nani amebakia? Waovu wameondoka, watakatifu wanafanya nini? Anatoa mfano wa kondeni, anasema mtu mmoja ameenda amelima, kaja adui kapanda magugu Wakafanya wafanyakazi wakasema tukayang'oe magugu. Akasema hapana, msiyang'oe, maana mkiang'oa mtang'oa na ngano. Yaacheni mpaka wakati wa mavuno. Wanamfuata wanasema mfano huu maana yake nini? Anasema lile konde ni ulimwengu, mavuno ni mwisho wa nini? Wa wakati ama mwisho wa ulimwengu. Anasema Bwana atatuma malaika nao watakuja kufanya mavuno, sindio? a atachukua magugu yote ambao ni waovu wanaotenda mabaya na kuwatupa katika ziwa la moto, ndipo wenye haki watang'aa. Amen. Nani anaondoka? Nani anabakia? kati ya maombi yenu ninyi kanisa na maombi ya Yesu, nani yepi anajibiwa? unadhani nani maombi yake yana nguvu mbele? Sababu Baba, neno lako lonipa, nimewapa ulimwengu, umewachukia kwa sababu wao sio wa ulimwengu huu, kama vile mimi nisivyo wa nini, wa ulimwengu huu. Baba, siombi uwaondoe duniani, waache hapa hapa, ila uwalinde dhidi ya yule mwovu. Unadhani maombi ya Yesu yamejibiwa? Mkisali salini hivi, akawapa na namna ya kuomba. Baba yetu uliye wapi, jina lako, ufalme wako, mapenzi yako wapi, kama ilivyo wapi Okay, duniani pakishafanana na mbinguni unaenda mbinguni kufanya nini? Kama naona vile na unyako wenu mmeingia mbinguni, waa, alafu nakuta mbingu iko kimya, mnamkuta malaika wazamu nasema, Baba yuko wapi? Bwana Yesu yuko wapi? Unaambia kwani haujui? Ah? Wako duniani hey! Ukishafanya hivyo inabidi uamshe walokole wote kwenye usingizi, maanake walikuwa wamekaa wamekubali kuteseka, wanajua siku moja tukifika mbinguni kule tutaanza kuimba, ni tuonane paradiso, tuonane paradiso na Elia tutamwona, tutawaona, lakini wanakuja hapa hii dunia haikuumbwa kwa ajili ya ibilisi na washikaji zake. Hii dunia iliumbwa kwa ajili ya wana wa Mungu. Kwa hiyo, anasema uumbaji unasubiria kudhihirishwa kwa wana wa Mungu, kwa sababu uumbaji wote ulitiishwa chini ya tumaini kwamba nini? Kwamba wana wa Mungu watakapodhihirika katika utukufu, na ninyi uumbaji mtadhihirika katika utukufu. Siku utakapomwona mende katika utukufu, machozi yatakutoka, jinsi mende alivyo mzuri. Oh, haleluya! Sasa hivi iko kwenye uharibifu, ndio maana ukiona mende nywele zinasimama tikitikitiki tiki. Yesu Kristo akaja akaondoa nini? Dhambi, ili tuwe wenye nini? Haki, na ili haki ilete nini? Uzima, uzima katika nini? Roho yako, nafsi yako na mwili wako. Kwa hiyo kwenye roho mambo safi Aibu ndio Biblia katika Wakorintho wa kwanza 15, anasema uzikwa katika, katika aibu ufufuliwa katika utukufu. Biblia inasema wazi kusudi la Mungu na mashauri ya Mungu yanasimama milele, hakuna anayeweza kuvuruga. Kwa hiyo usije ukaniletea hadithi yako na dini yako na dhehebu lako kwamba ibilisi kaja kamdanganya Adamu na Eva, Eva kadanganywa na nyoka na Adamu akadanganywa na hiyo e, kwamba baada ya kufanya hivyo Mungu amechanganyikiwa, kwa anachukua dunia anaipiga kiberiti, anachukua na kila kitu anapiga kiberiti. Alafu watoto anawakimbiza mbinguni. huyo ni Mungu aliyeshindwa, na Mungu wa namna hiyo sitaki kumwabudu. Mungu nayemwabudu mimi ni mshindi. Tulipokoroga kama wanadamu, tukaingiza dhambi duniani, tukaingiza mauti duniani, akasema ngoja hawa wanijui, akaja akavaa mwili kama sisi, alafu akakutana na hiyo mauti na hiyo dhambi uso kwa uso akaangamiza akateketeza akaweka kila kitu sawa akaturudishia. Huyo ndo Mungu nayemjua mimi. Mungu nayemwabudu mimi ni mshindi Tulipokoroga kama wanadamu, tukaingiza dhambi duniani, tukaingiza mauti duniani, akasema ngoja, hawa wanijui. Akaja akavaa mwili kama sisi, alafu akakutana na hiyo mauti na hiyo dhambi uso kwa uso, akaangamiza akateketeza, akaweka kila kitu sawa, akaturudishia. Huyo ndo Mungu nayemjua mimi, Mungu uliyenaye kwenye akili yako, hebu angalie jirani yako, Unadhani <laughs> Mungu wake ikoje? Pamoja na kwamba walipewa Yesu, kwamba Yesu ni jibu. Kwa hiyo Mungu alipomuumba Adamu na Eva bustani ya Eden, kusudi lake hii dunia aliumba kwa ajili ya mwanadamu, ilikuwa ni project, ni mradi wa mwanaye Adamu. Ndio maana baada ya kuumba kila kitu, Mungu anasema ok, toa majina kwa Adamu. Akaanza kutoa majina na jina lolote alilotoa, Biblia inasema likawa jina la mnyama. Ni sawa kwa hiyo bosi ni nani? Adamu. Kuna sita nasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi ama dunia amewapa wanadamu. Mungu, nikiangalia kazi za mikono yako, mwanadamu ni kitu gani hata umkumbuke? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemtawaza juu ya kazi zako zote, kazi za mikono yako zote. Anasimamia kila kitu, kiko chini yake. Kwa hiyo hii dunia iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Adamu asingekula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, angeishi wiki ngapi hapa duniani? wiki ngapi milele. Wapi? Mbinguni. Kwa... kama vile ambavyo na wewe sasa hivi uko mbinguni. Ok moja. Okay, niisogeze mbali zaidi actually, mbingu iko ndani yako. Unasema inawezekani mi kawa mbinguni? Huko mbinguni, kama vile ambavyo Dar es Salaam iko Tanzania na Ngorongoro iko Tanzania na Kilimanjaro iko Tanzania, na wewe uko mbinguni. Wale watakatifu wako mbinguni sehemu inaitwa paradiso, na wewe uko mbinguni sehemu inaitwa duniani. Kwani walioko Arusha wako wapi, tanzania. Tanzania au Kenya? Walioko Mbeya, sindio? Wakiuliza ni Watanzania watasema, sasa mimi sio Mtanzania kwa sababu nakaa Arusha. Diyo. Ha? Diyo. ama kwa sababu wakae makao makuu ya nchi, kwa hiyo wao sio watanzania kwa sababu kwamba wao huko makao makuu paradiso, katika damu na nyama. Biblia inasema tumeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba sasa hivi, sasa sasa hivi sio baadaye sio wiki ijayo sasa hivi. Kwa hiyo wao huko sehemu mbili kwa wakati mmoja, huko mbinguni na wakati wao huko duniani. Unasema naendeleaje kama mtu wa mbinguni? Enenda katika roho. Unasema naendeleaje kama mtu wa mbinguni? Enenda katika roho.